Simba sasa hivi hakuna mechi tunaacha. Hakuna mechi ndogo, na timu kama ulivyoona iliyocheza kwenye mashindano ya CAF na sasa hivi timu tofauti, tuna timu ya kutosha, hata ukisema tucheze kesho tofauti na tutashinda. Yanga sasa hivi makombe yote mawili Ataacha kwa Simba, kombe la CDB anao yeye. Final tunacheza naye, labda akimbie mapema uh -huh. Kombe la ligi kuu mechi ya mwisho itakuwa kati ya Simba na Yanga. Na nataka ligi iende hivi hivi kama inaacha point moja mpaka mechi ya mwisho ya Simba na Yanga. Ile si wao wanasema washamaliza ile. Hawezi kumaliza uh -huh. uh -huh. Hatutaki afunga na timu uh -huh. yote, uh -huh. yote ile. Siharibi apite yeah, yeah. Tukutane fainali tumfunge tunamtaka, tuna tumfunge yeah. Kihalali kabisa refa oh. atachagua wenyewe. Hiyo siku hiyo mechi wachague refa wenyewe. Ah bwana. Hii ndio Simba. Kama mnajiamini hivi? Kama unavyoona. Kuna mtoto ameingia wa miaka 16 leo umemwona hapo. Miaka 16. na, Eyo, yeah. na mingiwa sita ametoka hapo leo anaingia darasani kesho, ana mtihani, yuko form 3. Ah ah. Hiyo ndio Simba. Na nasikia kombe la Afrika mnalitaka. Hilo liko wazi tayari. Njia ni nyeupe South Africa tunashinda, nyumbani tunashinda fainali. Hata kama wanahisi kama timu ambayo imeshatoka toka inaweza kutufunga irudishwe kwenye mashindano, hatutaki sababu yoyote ile. Huyo ndio Simba. Sisi tunasema, tukianza kushinda, hatuna njia nyepesi, tunashinda kihalali mpaka tunachukua hili kombe ile la CRDB au lile la kombe yote ambao Simba anashiriki msimu huu lazima abebe. Kwa hiyo unataka kuniambia msimu huu mtakuwa mna makombe mangapi? Kila kombe ambao tunashiriki hata muungano ambao wamecheza juzi. Hebu tuambie msimu huu mtakuwa makombe matatu mpaka sasa hivi. La kwanza? Kwa shirikisho CAF. Ehe. Ligi kuu ya NBC. Ehe. CRDB ile ambayo tumetoka kushinda. Yote mnashiriki mnachukua? Na yote haya makombe ambao nakwambia CRDB na makombe yote ya ndani. Nataka tuachukue kwa Yanga mwenyewe hata kwa sababu. CRDB ashinde mpaka finali. Hii video mimi nitakuitunza hii. Naomba utunze mpaka siku ya mwisho. Makom, makombe matatu. Yeah. Shirikisho. Yeah. Kombe la kwanza SADC, kombe la pili na, Yeah. na, na ligi kuu NBC, makombe ya ndani tunachukua kutoka kwa Yanga. Hatutaki Yanga afunge kwenye ligi sasa hivi, mpaka mechi ya mwisho endelee kushinda. Yeah. Tukutane nayo mechi ya mwisho kabla tunapishana pointi moja. Yeye pointi moja juu? Sisi pointi moja nyuma, tumfunge tuondoke na kombe. Ah bwana. Ndio nachotaka sisi. Inatamba sana. Hii ndio Simba. Timu ambayo tuko nayo. Kamara leo alikuwa yupo. Eh? Kamara yupo. Ayub, hamna shida. Jamuona. Kabisa. Kapombe kaingia dakika 90. Hiyo ah, ndio Simba. Chaza wao jamuona uwanjani. Mpanzu leo alikuwa anapiga picha nje. Hiyo ah, ndio Simba nao kwambia. Eh? Kuna mtoto wa miaka 17 umemwona yule. watu, watu, watu, yuko form 3. Watu wa Yanga hawa naulizaje? mm -hmm. Hivi Mpanzu na Pacome nani hatari? Uh, mimi nikasema mimi siwezi kujibu hilo swali. Ni watu wa ile tofauti. Pakome, nabidi arudishe miaka kama mitano nyuma, uh -huh. kuja kutafuta quality ya Mpanzi. Arudishe, uh -huh. miaka mitano nyuma kutafuta quality ya Mpanzi. Yeye Mpanzi. Kwamba tusiwafananisha wao. Yaani, inabidi arudi miaka mitano nyuma, uh -huh. ili aanze kutafuta quality ya Mpanzi. Ndio ajipate Mpanzi tuko naye msimu mmoja, msimu ujao. uh -huh. baada ya hapo Simba aenda kushiriki kombe la vilabu la, la, la dunia, Club World Cup. 2026 Simba atakuwa tuko na Man City tuko na Barcelona kundi moja, uh -huh. Man City, Barcelona, Liverpool, kundi moja. Msimu mmoja mwanzo anaenda timu nne. Simba kutoka Tanzania, timu nne kutoka Afrika eh, ya kwanza mpaka ya nne. Simba tuko nafasi ya nne sasa hivi kwa 26 26, tutakuwa na Barcelona tutakuwa na Man City na riva na riva kundi moja, na mpanzo atakuwepo kwenye hiyo. Atakapoondoka rasmi, sasa mpanzo akitoka Simba anaenda Ulaya, sio amna timu ya Afrika kucheza mpanzo, akitoka Simba mpanzo ni Ulaya Hakuna timu ya Afrika kumsajili mpanzo melody. Melody, wako wapi? Yeah, wa yeah, sasa hivi yeah, ee wako wapi msimu ujao? sasa tumeshachukua sh yeah, shirikisho msimu ujao yeah, Super Cup msimu ujao, Champions League. shukrani sana. Haina noma.